Nam tuna salia nchini Tanzania. Mwishoni mwa juma, jeshi la polisi nchini Tanzania lilitoa tangazo kuhusu maandamano yaliyotokea Oktoba 29 na baadaye likatangaza vilevile kuwasaka viongozi wa vyama vya upinzani likiwahusisha kuratibu na kupanga maandamano hayo yaliyogubikwa na vurugu. Nimezungumza na kamanda wa polisi kanda maalum ya Dar es Salaam, Jumanne Muliro, na kwanza nilimuuliza tathmini yake juu ya ripoti mbali mbalimbali zinazotolewa kuhusu vifo vilivyotokea wakati wa maandamano na baada lakini pia uharibifu uliofanyika. Nafikiri taarifa zimetolewa mara nyingi. mm -hmm. na kuna na swali ambalo naliuliza. mm -hmm. Eh, kwa hiyo nilidhani nakuuliza taarifa mpya. Kamanda Muliro, tunashuhudia kamata kamata ya watu ambao wanahusishwa na maandamano. Lengo hasa la kamata kamata hii ni lipi? Wapo wanaosema kwamba kamata kamata hii inalenga ku, ku, kuwatisha watu. Lengo hasa ni lipi? Sisi hatukamati, sidhani kama kuna taarifa iliyotoka kwamba tumekamata kuhusiana na maandamano, hawa vijana walioshtakiwa, ukamataji uliofanyika na hao ni kwa mujibu wa hati ya mashtaka. uh -huh. Kwa waliokamatwa, wamekamatwa kwa ajili ya uhalifu, sio kwa ajili ya maandamano, na nadhani kwa maswali zilizotokea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 nam kwa bahati mbaya, simu ya kamanda Muliro ilikatika na tulikuwa bado na maswali mengi sana ya kumuuliza, ikiwemo madai kwamba jeshi la polisi nchini humu katika kanda yake kwamba linapouza ripoti za vifo vya watu, ripoti za kuzuia maziko ya watu na mengine kadhalika, lakini simu yake ilikatika na tukashindwa kumuuliza maswali mengine ambayo yalikuwa bado yamesalia.